Habari, naitwa John Novatu Sirianzile, ni mwanafunzi wa chuo cha afya na sayansi shirikishi Sir Edward College Hezenda Radisa. Kuelekea siku ya Ijumaa duniani kote huwa tunaadhimisha siku ya malaria duniani. Tunataka tufanye challenge, mjua wanafunzi wetu wa, wanaosoma kozi za afya wanaelewa gani kuhusiana na siku hiyo. Pia tuingie ndani ya chuo tuweze kukutana na wanafunzi baadhi ili tujue wanaelewa gani kuhusiana siku hii ya malaria. Nase, kaka mambo? Oh, dada, mambo? Safi. Health record, naitwa Joseph Gati ni mwanafunzi wa clinical medicine. Clinical medicine, safi. Sasa nataka niwahoji kidogo e, nataka mnipe majibu yaliyo sahihi kwa sababu nyinyi ni wanafunzi najua, mnajua si ndio? Kwa mujibu wa kalenda za afya kila tarehe 25 eh, duniani ni nini huwa kinatokea tarehe tarehe 25 mwezi wa 4? Kwa mimi nafahamu ni maadhimisho ya siku ya malaria, siku ya malaria duniani, siku ya 25 hmm. Kuna kwa na maadhimisho ya siku ya malaria. Oh, ni kweli. Hey, dada, unaweza ukanyambia, hey, nini unaelewa nini kuhusiana na malaria ugonjwa, hey, unaambukizwa, unasababishwa na mgojike anakwenda kwa jina la Anopheles mbo huyo ana wanazaliana sana kwenye mazingira ya majani marefu, maji ya mama na masalia taka. Malaria ni ugonjwa ambao unasababishwa na mbu jike, anaitwa Anopheles. Naomba unitajie dalili eh, eh, za malaria. Kwanza kabisa mgonjwa atakuja na dalili kama zifuatazo: atakuwa anapandisha joto, kichwa kitamuuma atakuwa anatapika na pia mwili kuchoka, na akap... pia muda mwingine ikipanda malaria anaweza akapoteza fahamu, na pia anaweza akaleta akaja na dalili za kuharisha. Kuna dalili nyingi za malaria, ya kwanza kichwa kuuma, ya pili unakuwa na joto kali mwilini, ya tatu unajisi uchovu yani yaani mwili unakuwa yani unachoka nini ushauri wako? Unawashauri nini wananchi, sasa wa raia ambao hawajapata elimu lakini wanataka kujinusuru kuhusiana na malaria. Isa, napenda kuwashauri wananchi, ukiona una dalili hizi za malaria kwanza, kafika, kwanza kabisa fika kituo cha afya kwa ajili ya vipimo mbalimbali ili kujua nini kinakusumbua ili tatua tatizo. Sio pale unapoona una dalili kichwa kinauma joto linapanda, kujichukulia maamuzi kumeza dawa unaleta pale kusababisha dawa kuja kushindwa kufanya kazi kwa sababu umeshameza dawa nyingine. Ukiona dalili kama hizo za malaria, unatakiwa uwai kwenye kituo cha afya kwa ajili ya matibabu zaidi. Ningependa kuongezea hapa kwenye ushauri watu, hairuhusiwi si nzuri sana kiafya ya kutumia dawa bila kujua exactly unasumbuliwa na tatizo gani. Kwa hiyo utakapoona dalili, ni vizuri ukiwahi kituo cha afya ili kuweza kupata msaada zaidi na pia tusichukulie poa. Malaria ni ugonjwa hatari sana, ambao unaweza kusababisha kifo. Kwa hiyo tuweke mazingira yetu safi na kutumia vitu mbalimbali kuweza kujikinga ili tuwe salama na afya njema. Kwa umoja wetu tumeweza kuona kwamba wanafunzi wa Sir Edward College ya Allied Sciences wanauelewa mzuri na tunauelewa mzuri kuhusiana na siku ya malaria duniani. Kwa pamoja tunasema malaria inazuilika.